Ni mabaki ya mali katika eneo la kupokea abiria wa kimataifa katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta. Taswira hii ikibainika zaidi ya saa nne baada ya moto ulioanza saa kumi na nusu alfajiri kukabiliwa na zima moto, na huku hakuna hasara ya maisha iliyotokea. Hasara ya abiria elfu kumi na sita wanaotumia uwanja huu kwa siku ni moja ambayo huenda ikawa na madhara makubwa katika uchumi wa Kenya. Hii ni kutokana na kusimamishwa kwa safari za kimataifa za ndege katika uwanja huu kwa muda usiojulikana. We expect cargo and domestic services to resume from this airport this afternoon. Tutatumia unit 3 ambao hata nini, stima yake imetenganishwa na unit 2 and unit 3. Kulingana na hadhi za kimataifa kuhusu viwanja vya ndege vya kimataifa, viwanja kama JKIA hushughulikia kampuni za ndege kutoka mataifa mengine. Na huku mwezi wa Agosti ukiwa mwanzo wa watalii kutoka mataifa ya nje kuzuru Kenya, huenda moto huu ukawavunja moyo baadhi yao, hasa ikiwa haijabainika ni lini uwanja huu wa ndege utaweza kupokea na kusafirisha abiria wa kimataifa. We are unable to give you a time frame at this point. We are working on that. Swala lingine ni jinsi kampuni za ndege kutoka mataifa ya nje zitakuwa na jukumu la kuwafidia abiria ambao hawataweza kusafiri katika muda waliotarajia. Hatua hii huenda ikafanya Kenya ikapata hasara zaidi huku kampuni za ndege za kimataifa zikitarajiwa kuangaza macho yao katika viwanja vingine vya kimataifa katika nchi jirani. Aidha, huku JKIA ikiwa lango kuu la uchumi wa Afrika Mashariki, usafirishaji wa bidhaa kama matunda na maua ni mwingine ambao huenda ukaathirika, kwani ni JKIA pekee yenye majokofu ya kuhifadhi bidhaa hizo nchini kabla kusafirishwa. Uchunguzi umeanzishwa kubaini chanzo cha moto, lakini huku thamani ya mali iliyoharibiwa ikiwa haijabainika, wataalamu wanatabiri kuwa huenda ikachukua zaidi ya miezi mitatu kwa serikali kutoa kandarasi ya marekebisho kufanywa kulingana na sheria zilizoko. Mashirima Kapombe, KTN leo.